Naibu waziri wa ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Selemani Jafo, amesema Watanzania wanapaswa kudumisha na kulinda amani ya nchi ili kuwa na taifa lenye maendeleo endelevu. Naibu Waziri Jafo amesema hayo katika harambee ya kuchangia madawati mkoani Geita, ikiwa ni jitihada za kuendelea kuboresha elimu mkoani humo. Nazareth Ndekia na taarifa kamili. Naibu waziri TAMISEMI, Selemani Jafo akiwasili katika ukumbi kwa ajili ya kuanza shughuli ya harambee akimwakilisha waziri mkuu Kassim Majaliwa. Mkuu wa mkoa wa Geita meja jenerali mstaafu Ezekiel Kiunga akazungumzia uhitaji wa madawati katika mkoa huo. Jitihada zetu zimeweza kutufikisha kwenye takribani madawati mia moja kumi na tano elfu. Bado tuna mahitajio ya karibuni madawati sitini na nane elfu. Hiyo ni kwa upande wa shule sekondari nako wanafunzi tulionao ni takriban eh, elfu 58. E, jitihada zetu zimetufikisha karibuni viti na meza elfu 42. Tuna takriban viti na meza elfu 15 vinahitajika wadau mbalimbali wa maendeleo mkoani humo wakajitokeza kuchangia maendeleo ya elimu, na ndipo naibu waziri Jafo akazungumzia kiwango kilichopatikana katika harambee hiyo. Tumepata shilingi bilioni moja milioni mia saba na thelathini na elfu tisini na saba Manake ni milioni mbili kasoro kidogo ni fedha nyingi sana, na mimi ninaamini kama alabee hii tungejitanua sana, tungekuwa na uhakika zaidi. Hata wale wavuvi kule kwa Msukuma tungewashirikisha zaidi, bilioni mbili zingepatikana leo hii hapa usiku. Na hapa naibu waziri huyo akazungumzia umuhimu wa kudumisha amani nchini. Na kilicho nifariji zaidi ni kuona kwamba tukiwa hapa katika tukio hili watu mambo ya vyama wameyaweka pembeni, tunazungumza mstakabali wa, wa maendeleo ya nchi yetu. Amina, na katika hili kuna jambo kubwa la kujifunza kwamba amani tuliokuwa nayo, tuna kila sababu kuisimamia, tuienze kuienzi kwa kadri tuwezavyo, maana leo katika watu wametuchangia kwa kiwango kikubwa ni wafanya biashara tunakosa amani na utulivu, manake hawa wafanya biashara hawawezi kufanya biashara katika maeneo yetu. Nikiripoti kutoka kutoka Mkoani Geita, Nazareth Ndekia TBC.